Shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Karibu kwenye awamu ya pili ya Darubini. Shughuli ya siku moja usajili wa makurutu wa polisi ilifanyika katika vituo vyote 427 kote nchini, huku idadi ya waliojitokeza katika baadhi ya vituo hivyo ikiwa ya chini mno. Huduma ya Taifa ya Polisi iliyotathmini shughuli hiyo ilisema kuwa ilikuwa huru na ya haki bila visa vya ufisadi kunakiliwa. Inspekta Jenerali wa Polisi, Douglas Kanja, ambaye alikuwa katika kaunti ya Narok kushuhudia shughuli hiyo, alisema kuwa ilitekelezwa kwa ufanisi na kwamba huduma hiyo inanuia kusajili makurutu watakaojiunga na kizazi kipya cha maafisa wenye mtazamo wa mageuzi watakaowasaidia kujenga upya uh, imani ya umma kwa polisi, pamoja na kuandaa mazingira thabiti kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027 tolewa na Naibu Inspekta Jenerali wa Polisi Gilbert Masengeli ambaye alikuwa katika uwanja wa taifa wa Nyayo kwa shughuli hiyo. Huduma ya polisi nchini inalenga kuwasajili makurutu elfu kumi wa polisi. Shughuli hiyo hapo awali imekumbwa na changamoto za kisheria zilizosababisha kusitishwa kwake. Uh, the, the hawa uh, uh, vijana wafulana kwa wasichana ambao wako tayari kutumikia taifa letu la Kenya, ni kuhakikisha ya kwamba tunawazaidia waende wa kwa mafunzo maalum wawe askari bora kwa sababu as is to pass on legacy to the champions of tomorrow thank you from the various reports that we are receiving at our national command center we have so far not received any serious incident whatsoever